Aya muntazi jiske the din raat muamma khul gaya roshan hui baat. assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu, ndugu mtazamaji wa MTA Africa, karibu tena katika MTA Studios za Kenya tukiendelea na mada ile ile ya maisha ya matakatifu ya masihi yaliyoahidiwa amani ya Allah iwe juu yake. Naam, hapa mbele yenu ni mimi mtangazaji wenu Abdul Basit Ali na vilevile vile. tukiangalia katika mada zilizopita za maisha matakatifu ya masihi yaliyoahidiwa, tuliweza kuelezewa habari kemkem -kem na wahutubiaji wa wetu walizungumzia masuala ya kupaa kwa nabii Isa, na kushuka kwake kwamba haipo kabisa kwenye itikadi za Quran Tukufu, lakini pia wakazungumzia masuala ya masihi aliyeahidiwa, jinsi gani alivyokuwa ana harakati za kuweka heshima na taadhima na adabu na kuondoa chuki katika misingi ya kidini, kwamba kila dini isambaze fikra zake, mafundisho yake katika njia ya amani na upendo. Lakini vilevile vile pia tukasoma kwamba masihi aliyeahidiwa alikuwa pia katika mstari wa mbele wa kwamba aweke katika wanajumuia wake jinsi ya kwamba wazidi kuwa na elimu hadi akaleta mifumo ya Taalimu Islam, lakini pia baadaye jamii ya Ahmadia zikafunguliwa. Basi ndugu wasikilizaji, bila shaka katika studio leo hii niko na wageni wetu hapa, ambao upande wa kulia ni mwalimu wetu Abdallah Haji Wanyasi. Mwalimu Sahib, karibu sana katika kipindi chetu. Asante sana pia upande wa pili niko naye mwalimu wetu mpendwa mwalimu Musa Muhammad Oponyo. Mwalimu Sahib vile vile, karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Asante sana bwana mtangazaji. Naam, basi kuendelea katika maisha haya matakatifu ya Masihi Aliyeahidiwa, mwalimu Sahib, napata kuona kwamba miongoni mwa ishara za ujaji wa Masihi Aliyeahidiwa ilikuwa ni hii kwamba ugonjwa wa tauni usambae, lakini pia ni kwamba alivyokuja Masihi Aliyeahidiwa alivyodhihiri, pia ugonjwa wenyewe ukafi hapa duniani. Je, ugonjwa huu ulitabiriwa vipi na Masihi Aliahidiwa, na ni harakati gani ambazo alikuwa ameziweka pale kwa ajili ya ugonjwa ule? Asante sana ndugu mtangazaji, swali hili nzuri ni kwa hakika ni hii ya kwamba ifahamike ya kwamba kuzuka kwa ugonjwa usio wa, wa virusi ulikuwa umetabiriwa hata na mtume mtukufu Muhamadi sallallahu alaihi wasallam so, al so, kama alama ya Masihi Maud alaihis salam. Kwa hivyo mwaka huu wa 1898, vilevile Masihi Maud alislam alipata ujumbe ama ruya kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuhusu jambo hili la ugonjwa ambao utatokea sasa. Masihi Maud alislam alitabiri jambo hili, na pengine kabla sijasonga mbele, ni vizuri tupate vile vile ruya ilikuwa neno kwa neno kutoka kwa Mwenyezi Mungu kufikia kwa Masihi Maud alislam. anasema hivi Masihi Maud alislam anasema na kwamba malaika wa Mwenyezi Mungu wanapanda mimea ya rangi nyeusi katika sehemu mbalimbali mbali za Punjab, na miti hiyo ni sura mbaya sana ya rangi nyeusi ya kutisha na mifupi. Nilimuuliza, niliwauliza wapandaji kwamba hii ni miti ya aina gani? Wakajibu kwamba hii ni miti ya tauni itakayoenea baada ya muda mfupi nchini. Kwa hivyo Masihi Maud alaihis salam akajulishwa na Mwenyezi Mungu kupitia ruya ya kwamba ugonjwa maalumu utatokea kwa njia hiyo ambayo aliona. Wakati alipochukua nafasi ya kutangaza, watu walijitokeza kumchukulia kwamba ni utani, wengine wakaanza kumkejeli na kuona kwamba pengine ni mambo ya kuzushazusha tu. Hata kulikuwa na gazeti maalumu katika nchi ya India ambalo vilevile liliwahi kuandika habari ya kukejeli Masihi Maudh alah ssalam. Gazeti hili likijulikana kama Pesa Akhbar likaandika yafuatayo, ikasema kwamba Mirza huwa anawaogofya watu kwa njia kama hii, mtaona yeye mwenyewe atashikwa na tauni. Sasa gazeti hili ambalo lilikuwa linasomwa na watu wengi, baada ya Masihi Maudh alah ssalam kutangaza kwamba kutazuka ugonjwa utaenea katika nji ile, basi wao wakachukua nafasi ya kumkejeli na kukanusha kwa umma ya kwamba jambo hili sio ukweli, na sio tu sio la ukweli, bali hata yeye Masihi Maud alaihis salaam atashikwa na ugonjwa huu wa tauni. Sasa baada ya muda mfupi, msimu ambao ulifuata wa baridi, ugonjwa ukazuka, ukaingia katika miji mbalimbali mbali, kukiwemo mji wa Hosharpur hata katika mji wa Katiani. Mikutano ikafanywa sasa na serikali, kwa sababu ugonjwa ule unaenea kwa kasi kabisa hivi, ya kwamba angalau watu waweze kupewa hali ya kujikinga na ugonjwa huo, kwa sababu ilikuwa iko inaanza kutoka nje ya uwezo wa serikali. Sasa Sidna Ahmad alaihis salam, kabla ya jambo hili vilevile, baada ya kuona ugonjwa huu, aliweza kutengeneza dawa mbili maalum ambazo zitasaidia hawa waathiriwa wa tauni na ugonjwa ule Dawa moja ilikuwa ya kwamba ni marhami Isa na ingine vilevile ikawa ni teri yake ilahi, ambayo hizi dawa mbili alitoa kama tahadhari ya kwamba iwapo watu watakumbwa wata na ugonjwa huu, basi dawa hizi zinaweza wasaidia kujilinda na ugonjwa. Kwa hivyo hizi dawa mbili, marhami Isa na teri yake ilahi, na alizitengeneza kama daktari. Yeye Masihi akiwa daktari ama ni katika njia gani alitengeneza zile dawa? Kwa hakika kwa njia moja ama nyingine ni ya kwamba hizi dawa vilevile alielekezwa kwamba kwa ajili ya ugonjwa huu, basi tiba itakuwa jambo fulani. Ingawaje hata ilifika wakati serikali ikapiga watu marufuku hata kwenda kujumuika katika uwanja wa kukaa anasema kwamba kule kwenda kukaa uwanjani kupumzika ni, ni hii, si jambo ambalo linaweza kataliwa, isipokuwa ile kuhama kutoka katika kijiji ambacho kimeathiriwa kwenda katika kijiji kingine ambapo pengine kijaathiriwa na ugonjwa. Hiki ndicho Masihi Maud alisema. Anasema kwamba hii haitakuwa ni jambo bora, bali itakuwa ni jambo ambalo linaweza eneza ugonjwa sehemu ambayo itakuwa haijaathiriwa na ugonjwa. Naam. Mwalimu Saib. Tunapata kuona kwamba mwalimu wetu mpendwa ametuambia kwamba ile mizizi ya miti mieusi midogo midogo, kumbe hasa ndio ilikuwa ni ishara ya ujaji wa huu mbaya, ugonjwa mbaya ugonjwa wa tauni. Lakini vilevile vile pia akatuambia kwamba hata Allah, kuleta ugonjwa huo wa tauni kudhihirisha ujaji wa Masihi Aliahidiwa, amani Allah iwe juu yake pia juu yake, akaleta ya na nini na dawa ambayo itakuwa ni tiba ya ugonjwa lile. Lakini pia lengo hasa ni kwamba labda ilikuwa eh, ijulikani kwamba tuni kutabiri kwa ujaji wa Masihi Aliyeahidiwa kwamba ndiye huyo Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad wa Kadiani ameshafika. Na tukiendelea kwenye mada yetu maisha matakatifu ya Masihi Aliyeahidiwa, Tunapata kuona kwamba Masihi pia alitaka jumuia yake katika njia moja au nyingine izidi kufanya nini? Kupanuka na kuenea. Na katika hali hiyo pia akatoa mafundisho kadha wa kadha na mengineo. Ilikuwa ni mafundisho ya masuala ya ndoa. Je, katika misingi ya ndoa Masihi aliadio alitushauri na kutufunza nini kama wanajumuia waislamu Ahmadiyya? Asante sana bwana mtangazaji. E, ijulikane kwamba tangazo hili la ndoa kati ya wanajumuia wenyewe kwa wenyewe tena Ahmad alaihi salatu wassalam alitoa mwezi Juni, lakini kabla ya hapo bado hakukuwa na ile ile kukatisha au kukataza wanajumuiya kuoa watu wasio wanajumuiya, lakini baada ya Sidina Ahmad alayhi salatu wasalam kuona kwamba watoto wetu wa kike na wa kiume walikuwa wanaanza kupata athari mbaya kwa wale watu wasiokuwa wanajumuiya na wanapata mafundisho ambayo hayafai, basi akaona kwamba ni vizuri kwamba sasa tuwe na ule uhusiano wa kindoa kati yetu sisi wenyewe, yani kati ya wanajumuiya wenyewe na akasema kwamba sasa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu tayari jumuiya yetu ina watu wengi kwa maelfu, na karibuni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu atafika kwa malaki, na pia kuna vile vile watu wa tabaka mbalimbali, kuna watu wasomi, kuna watu matajiri, kuna watu wa kila aina. Kwa hivyo hatuna ile shida ya kupata ile wale watu ambao wanaingiana katika swala hili. Kwa hivyo akatoa hii ruhusa au, au ile hakizo kwamba sasa hakuna ile ruhusa kwamba watu waowe kutoka nje na akasisitiza kwamba itakuwa ni vizuri kwamba ikiwa mtu hatatubu, yaani wale watu ambao ni wapinzani wa jumuia wanaozungumza vibaya kwa jumuia, kama hawatatubu tubu na kujiunga na sisi basi tutakuwa hatuna ile ruhusa ya ku, ya kuoana na wao. Na akasema kwamba hata kama hawa watu hawatupingi wala hawatutukani lakini wanatokana na wale watu ambao wanatupinga basi haitakuwa haita vizuri kuoana na watu kama hawa. Salam, na kwa Ahmad Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, akaweka ule mikakati na mipangilio mizuri kwamba ndoa zifanyike ili kujenga ile jamii ile jamii yenye imani moja, ile khulka moja, basi tuwe ni kwamba tunaoana wanajumuiya kwa wanajumuiya. Na akasema kwamba mtu ambaye hawezi kuacha kuoa wa, wale watu wasio wanajumuiya basi mtu kama huyu hatuna haja kwamba ajiunge na sisi, bali anafaa ku, kuondoka. Kwa hivyo kwa ufupi, haya ndio maagizo mazuri ambayo Sayyidina Ahmad alaislaam aliowekewa na jumuiya ili kulinda ile imani yao ya kidini. Kwa hivyo lengo hasa la Masia aliyeahidiwa ilikuwa sio kwamba aweke mipaka ya kiimani na kadhalika, la hasha, lakini ni kwamba imani aweze kuiimarisha baina ya wanajumuia wanajumuia wawane, lakini pia ni nafasi ya sio tu kuimara wa kiimani, lakini pia kuongeza hata ile asilimia wanajumuia, lakini ni kweli. Vile vile pia ile itikadi ya jamaati iweze kudumu kwenye mioyo yao na hulka zao. Naam, basi tunaona mwalimu Sef kwamba masihi huyu alikuwa na mikakati mingi sana ya kuendeleza dini hii tukufu ya Kiislamu kupitia hili dhehebu la Islam Ahmadiyat, naam. Katika hali ile ile ya kuendelea na mjadala huu wa maisha matakatifu ya Masihi Aliyeahidiwa, tunaweza kuona kwamba kuna huyu bwana Muhammad Hussein wa Batala ambaye huyu bwana pia kumbe kuna siri yake fulani ambayo ilifichuka ambayo ilikuwa ni hali fulani ya dhila ambayo alikuwa nayo katika upande wake wa kielimu na kumbe hii bado ilitokea na utabiri wa Masihi Aliyeahidiwa vile vile. Hii ilikuwa ni siri gani hii ya upungufu wake wa kielimu na utabiri huu ulikuwa katika misingi gani Mwalimu Saib? Asante sana ndugu mtangazaji. Ya kwamba wasikilizaji kama watakumbuka, ni ya kwamba baada ya hile tambio ya mubahala, Masihi Maaudhi ala salam kurudi pale Kadhiani, aliwahi kufundishwa maneno asilia alfu arobaini ya Kiarabu. Sasa wakati ule aliwahi kutoa hata zawadi kwa huyu Muhammad Husaini wa Batalawi, ya kwamba aje angalau washindani katika mambo ya lugha, na huyu bwana akaonekana kujificha ama kutojitokeza. Lakini polepole pole, alikuja polepole pole, akaona pengine ile mambo yametulia sasa, akakuja akajitolea akajitoa mbele kwa ajili ya kumuso, kumkosoa Masihi Maud alaihi salam katika neno fulani la Kiarabu ambalo alikuwa ameandika katika ubetu fulani, na pengine ninaona kwamba ni vizuri tulione jambo hili na vile huyu bwana Husein Batalwi vile alipendekeza kwamba lingalikuwa kupinga ile ya Masihi Maud alaihi salam, bila kufahamu ya kwamba huyu alikuwa ameshafundishwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe asilia ya mambo ya Kiarabu ambayo saa zingine yeye alikuwa anaona ni kosa, kumbe ikadhihirisha upumbavu wake ama kutojua kwake. Sasa, katika harakati hizi ya kwamba ikapatikana kwamba kwa hakika wakati iliyoendelea, hata Masihi Maud alisema, alibidi aandike hata beti kadhaa za Kiarabu kudhihirisha kwamba jambo hili ni yeye ambaye ameenda kinyume na vile Kiarabu kinatiririka. Akaandika shairi moja ambalo nikisoma maelezo yake kwa uh, tafsiri yake anasema hivi, mpenzi aliyenijia katika mawazo nilishangaa kwamba alifikaje, kwani nimefungwa katika jela ambayo milango yake pia imefungwa. Sasa tazameni hapa, kihuishi cha jambo ni liam, siyo min, ya kwamba katika lile shairi ikapatikana kwamba jambo lililosahihi kutumia siyo lile ambalo yeye alikuwa anapendekeza la min bas, bali ni liam ambalo ikadhihirika kweli ya kwamba aliye na ujuzi wa Kiarabu ni Masihi Maud alaihis salaam wala siyo huyu Muhamad Husen Wabatala, na akapata kudhalilishwa kwelikweli kwa hii jambo ambalo mwenyewe alijiingiza kutaka kushindana na Masihi Maud alaihis salaam katika lugha ya Kiarabu. Na Mwalimu Sahibu, natumai kwamba wasikilizaji wetu kama walikuwa wanafuatilia vizuri, kweli huyu bwana Muhamad Husen Wabatala amepata kuelezwa sana katika hutuba yetu hii na madhaifu yake mingi ambayo alikuwa nayo. Na katika hali hiyo hiyo ya maisha ya Masihi aliyeahidiwa, amani Allah iwe juu yake, tunaona kwamba huyu bwana tena ameendelea tena kutajwa vile vile kama ilivyoanza mwanzo. Je, kuna madhila gani ambayo yalimtokea huyu bwana Muhammad Hussein Wabatala? Uh, asante sana bwana mtangazaji. Ijulikane kwamba Muhammad Hussein Wabatala haja yake kubwa tangu mwanzo kule ilikuwa ni kutaka kumdunisha sayyidina ahmad alaihi salatu wassalam na tulivyoona kutoka nyuma ni kwamba kila hatua aliyoifanya ye akawa ndio mwenye kudhalilika kila alipotaka kumdunisha Sayyidna Ahmad alayhis salam yeye akaishia kudhalilika ku, mwenyewe. Kwa hivyo tunaona kwamba katika kipindi kile amefanya bidii sana kutembea sehemu zote za India akichukua fatwa kutoka kwa mashaikh ili kutaka kumdunisha Sayyidna Ahmad alayhis salam kwa kumwita dajali, Mwenyezi Mungu apishe mbali, mara ni kafiri, mara ni muongo na nini, lakini haya yote mwisho akarudi kum, kumpinduka. Sasa ikatokea kwamba yeye katika kesi moja, mahakama ilikuwa imeshauri kwamba ili kudumisha ule umoja katika jamii na katika dini, basi pande zote zijizuie kutumia mambo fulani fulani, kwa sababu tunaona Sayyidna Ahmad alishatoa tabiri mbalimbali mbali, zikawa zinatimia, watu wakawa wameogopa sasa. Sasa Bwana Muhammad Hussein akaonelea kwamba ni vizuri kwamba haya mambo ya kutabiri kifo cha watu yasimamishwe. ya Sasa, kwa mapendekezo ya koti ama mahakama, ni kwamba wakaona kwamba jamani ye, tunataka amani katika nchi sasa, tulizeni makali haya, matusi na nini yatulie, ya, ya wewe, upande wako Senahmad alahislam mambo ya kutabiri kwamba vifo vya watu zuia, na wewe Bwana Muhammad, na wewe pia lugha yako mbaya zuia. Hata hivyo hakukoma haku pale, bali tena akatafuta hila kwamba kutokana na utabiri fulani wa sana Ahmad alaihissalam, ambao kweli haikuwa kuhusu kifo cha bwana Muhammad Hussein, lakini kwa urafiki wake na baadhi ya viongozi wa, wa, wa serikali akatengeneza kesi ikapelekwa mahakamani. Basi wakati kesi ili, ili, ilifanyika wote wawili walipata pale kuhudhuria ile kesi na kesi ka, ikaanza, lakini katika ku, kupitia yale ma mazungumzo ambayo likuwa ni mashtaka ikapinduka kwamba hata yeye Muhammad Hussein akashtakiwa katika kile kifungo kile, kile ambacho yeye alitaka kumshtaki Said Ahmad Alaihissalam, kifungo cha 107 yeye pia akawa ni mshtakiwa sasa. Lakini mahakama, hakimu alipopitia yale maneno ambayo anasema kwamba Said Ahmad akatumia mabaya, akapata kwamba lugha ya Muhammad Hussein ilikuwa ni mbaya sana. Sasa vile vile hakimu akatoa mapendekezo sasa ya mwisho akasema kwamba sasa ni kwamba Sena Ahmad alayhi salatu wasalam huta, huta tabiri chochote kuhusu kifo cha huyu bwana wala mtu yeyote. Na wewe Muhammad Hussein kuanzia leo pia hutawahi muita huyu kwamba ni kafiri wala dajal wala wanafunzi wako pia wasi wasimkufurishe. Sasa unaona kwamba yeye alikuja ali kotini kutaka kumdhalilisha Sena Ahmad alayhi salatu wasalam, yaka akaishia pia kushtakiwa na sasa akatia mwenyewe sahihi kwamba hatawahi muita tena Sen Ahmad kuwa ni kafiri, sababu hiyo ndio ilikuwa kazi yake na ndio ilikuwa silaha yake, na hata wanafunzi wake wakawa pia wamesimamishwa. Sasa Sen Ahmad alaihis salaam anasema kwamba kuhusu yeye kusimamishwa, kwamba asitabiri chochote anasema kwamba yeye kazi yake tayari alishamaliza, na baada hakuwa na haja tena ya kutabiri chochote kuhusu mtu, sababu alishamaliza ile kazi. Kwa hivyo aliyeishia kudhalika ni Bwana Muhamad Husein, sababu alifungwa mdomo kwamba sasa ile silaha yako ya kutukana huyu sasa haipo tena. Naam, mwalimu sahibu kama nilivyoanza kusema kwamba huyu Muhamad Husen Wabatala kwa kweli amekuwa mtu maarufu sana katika Jumuia ya Islamu Ahmadia, lakini umaarufu wake upo katika hali ya kudhalilika sana. Na pia hili ni fundisho kwamba hata mtu yoyote yule ambaye anajiweka kimasomaso kumpinga nabii wa Allah, basi ataangukia vilevile kama yale yale ambayo huyu bwana Muhamad Husen Wabatala ameangukia katika lugha ya Kiswahili wanasema ameakanyaga. <laughs> Sasa tukiendelea kwenye mada yetu, ni kwamba Masihi aliahidiwa pia tunajua alikuwa ni mwandishi mzuri wa vitabu, lakini sio tu vitabu vya vya ngonjera ah, vitabu vya mafundisho tukufu ya dini. Huyu bwana Masihi aliahidiwa katika mwaka wa 1899 vile vile, pia aliendelea kuandika vitabu vingine. Ni vitabu gani ambavyo aliviandika mwaka huo? lakini pia watazamaji waweze kutambua, vilikuwa na maudhui yepi kwa maendeleo ya kiroho ya kijumuia ya wanajumuia. Asante sana ndugu mtangazaji. Miongoni mwa njia ambazo Masihi Maud alaihis salaam alitumia ni kuandika makala tofauti tofauti vitabu tofauti tofauti kwa ajili ya maudhui tofauti tofauti, na hasa katika mwaka huu wa 1898 Masihi Maud alaihis salaam aliwe aliona uzuri wa kuandika vitabu kadhaa na kwa hakika vilikuwa vitabu sita ambavyo aliandika kwa ajili ya kuandika kueleza hasa hasa utukufu wa dini tukufu ya Islamu na sio tu utukufu wa dini tukufu ya Islamu bali Islamu Ahmadiyya. Kwa hivyo kitabu cha kwanza ambacho aliandika kilikuwa ni kitabu ambacho ni hiki, ya kwamba aliandika vitabu hivi kwa mtiriko huu, ya kwamba Kitabul Bariya ambacho alikitunga mwaka huo huo tu, na vitabu, vile vile kitabu Al-Balagh kitabu Dharuratul Imam vile vile Najmul Huda, Raze Hakikat na kitabu cha mwisho kikawa Kashful Gita. Kwa hivyo vitabu hivi Masih Maudh Alaihis Salam, vyote hivi kwa jumla ambayo alivyoandika mwaka huo huo wa 1898, maudhui makubwa ilikuwa ni kueleza utukufu wa dini tukufu ya Kiislamu na haswa Islamu Ahmadiyat. Kwa hivyo bado licha ya upinzani mkubwa masihi huyo aliahidiwa aliendelea vile vile na mikakati hiyo hiyo ya kufikisha ujumbe katika hali ambayo ni ya usawa kabisa, watu watambue Mungu wa kweli hapa duniani no. Naam, Mwalimu Saib, tukiendelea katika hali ya kumaliza kikao cha leo katika tu hali ya maelezo ya, ya, ya kiufupi tunapata kutambua kwamba Masihi aliahidiwa pia aliendelea pia kupata ufunuo katika hali ileile ile ya harakati zake za kiroho ufunuo ambao aliupata ni kwamba aliupata katika lugha ya Kiarabu tena kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, na pia ilikuwa ni katika siku ya Idul Adha. Je, ufunuo huu ulikuwa ni wa aina gani na ulikuwa hasa una manufaa gani kwa ajili yetu sisi Waislamu? Asante sana bwana mtangazaji, namna tulivyosikia kutoka kwa vipindi vya nyuma ni kwamba sina Ahmad alayhi salatu wassalam alishafundishwa asilia ya mambo ya Kiarabu na alishakuwa mtaalamu mkubwa wa lugha ya Kiarabu kwa hivyo ikiamkia siku ya Id vile ulivyotangulia kusema ni kwamba Sena Ahmad alaihi salatu wassalam alimwagiza bwana Abdul Karim Siyalkot. kwamba amletee majina ya wale wanajumuia waliokuwepo, kwamba ule usiku angependa kupitishwa kwa kufanya maombi na angependa pia kuwaombea hawa. Kwa hivyo ikafanyika vile na Sena Ahmad alaihi salam katika ile hali akafanya dua kwa ajili ya hawa. Ilipofika asubuhi, akajiandaa kwa ajili ya swalatul Id, alikuja yule Bwana Abdul Karim akamwomba kwamba uzuri, naomba kwamba ungetoa hutuba kidogo katika siku ya leo. Akamwambia kwamba tayari nilishafunuliwa usiku kwamba nitatoa leo hutuba katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo ikatokea kwamba katika Masjidul Aqsa kwamba huzuri akiwa amesimama pale mlangoni akamwita bwana Abdulkarim asimame upande huu mwingine, na Alhaji Hakim Nuruddin radhiallahu anhu pia asimame ule upande mwingine. Basi huzuri alianza kutoa hutuba katika lugha ya Kiurdu, lakini baadaye akawambia kwamba sasa nataka kutoa hutuba katika lugha ya Kiarabu na akawagiza hawa wawili kwamba waanze kuandika yale maneno. Kwa hivyo huzuri akawa anazungumza ile hutuba kwa lugha ya Kiarabu, yani maneno ambayo ni kama tayari yalishaandikwa, lakini yanatoka katika haibu kwa hivyo hata watu wakashangaa namna uzuri alivyoweza kuzungumza kwa lugha fasaha ya Kiarabu kwa namna hii bila kujitayarisha kabla. Kwa hivyo kwa ufupi, hii ndio hutuba ambayo imeitwa Hutubatul Ilhamia ambayo Saidna Ahmad alaislam akaitoa katika hii siku ya, ya Idi. Kwa hivyo hii ni hutuba ambayo ilitolewa ni kama ilishapangwa kabla lakini ijulikane kwamba ni maneno ambayo Sayyidna Ahmad alislam al alisha bashiri mapema kwamba Mwenyezi Mungu amemwahidi kwamba katika siku ya Eid atatoa ata ile hutuba katika lugha ya Kiarabu, lugha ambayo watu wali, hutuba ambayo watu walichangamuka na ili kutengenezwa kuwa kua kitabu linapatikana mpaka leo. Kwa ufupi, hii ndio hali iliyotokea katika ile siku ya Eid na hutuba yenyewe ambayo Sayyidna Ahmad alislam akaitoa katika lugha ya Kiarabu. Naam, tumesikia ujumbe wa hutubatul ilhamia ambayo kwamba ni hutuba ambayo masia aliahidiwa alifunuliwa na Mwenyezi Mungu mtukufu na. Lakini vilevile vile pia mwalimu sahibu katika kituo katika kikao vilevile tumeelezwa kwamba ni pointi moja muhimu ambayo nataka niweze kuinyaka vizuri, eh kwamba Waislamu Ahmadia ili kwamba hii jumuia izidi kuendelea dahari na dahari, sio tu tushike mafundisho ya Islamu Ahmadia bali pia ni kuoana miongoni mwetu wenyewe kwa wenyewe ili silsila hii ya jamaa tuzidi kuendelea mbele na mbele. Lakini, vile vile pia imesemekana na mwalimu wetu mpendwa hapa kwamba ndio zamani kabla wanajumuia kuwa wengi ilikuwa ruksa kwa nje ya jumuiya. Lakini, kwa sasa hivi ni kwamba basi wanajumuia wote wapate elimu hii ya masuala ya dini kutokana na kikao hiki kwamba watafute hii department ambayo katika jamati ipo ya rishtanata mambo haya yote yanaelezwa katika mfumo wanajumuia kuweza kuoana vizuri baina yao wenyewe kwa wenyewe. Naam, ndugu zangu walimu wangu wapendwa, nimefurahi sana katika mada ambayo tumeweza kuizungumzia leo, sababu kama nilivyoanza kusema mwanzo kwamba leo kutakuwa na mada kem kem ambazo itakuwa ni kwa ajili ya elimu ya kutosha kwa wanajumuia lakini pia kwa watu wote kwa ujumla. Karibuni sana katika studio yetu, tumefurahi sana ujio wenu hapa. Naam, ndugu zangu watazamaji, tukirudi kwenu, tuweze kutambua kwamba haya ambayo tumejifunza na walimu wetu siku ya leo, bila shaka yalikuwa ni ya muhimu sana. Wametufunza jinsi gani Masihi Maud alikuwa na hulka nzuri za kuendeleza jumuia yake, lakini kando na hulka tu, pia mikakati yake yote ilikuwa ni kwa ajili ya kuimarisha pia mioyo na kiroho vilevile, vile kwa wanajumuia Waislamu wa, wa Ahmadiyya. Naam, kwa ajili ya kipindi chetu cha leo tumeweza kukomea hapo, na tunawashukuru kwa muda wenu na pia Mungu awabariki vile vile. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.